Karibuni sana ndugu wasikilizaji na watazamaji katika episode yetu mpya ya Wanangu Podcast. I am your host, Goodluck Joseph aka Imani Joseph formerly known as The Rap Addict. Nikukaribisha sana katika episode yetu mpya na, na niwe, ya mwisho kwa mwaka 2025 tano. Kama ni wewe ni mtazamaji wa Wanangu Podcast unajua kabisa kwamba episode zote zilizopita nilikuwa nikifanya mwenyewe, lakini hii ndio itakuwa ya kwanza kuwa na mgeni mjasiriamali mtanzania mpambanaji anayefahamika kama ndo unaisha. Kwa nianza na swali moja ambao ni la kisushi lakini mm -hmm. Yeah. Uh, Yeah. Lakini pia lina umuhimu wake kidogo. Umejifunza nini kwa mwaka elfu mbili ishirini na tano? lakini moja ambacho ni kikubwa sana sio mtu ambaye niko sana kwenye mambo mengi. Sasa nadhani mm -hmm. eh, katika imejifunza zaidi kuwa na nime, nimejaribu kwenye baadhi ya vitu vyangu ambao ni personal kidogo, na nimeona mabadiliko kusema ukweli. Umejifunza kuwa consistent, yani sio kama unafanya jambo leo alafu unaachana nalo kesho unaanza yeah. yeah. yeah. jambo lingine. Kwa hiyo umejifunza kuwa kwamba ukianza jambo na make sure na follow through mpaka mpaka mwisho. Mfano kitu gani ambacho umekifanya ndio, ndio boy, so mfano mimi nime na nataka ku practice video making pamoja na hmm, video editing kwa hmm, sababu mimi ni mtu wa marketing hmm, digital marketing. Hmm. Kwa hiyo nikasema kwamba I need to go broad kwa kusaidia hizi biashara ambazo hmm, zinakuwa kutengeneza content ambazo zitakuwa ni mo, more prevailing kwenye biashara zao. Hmm. Okay. Sasa sio kitu kirahisi kwa sababu mimi uh, ni mtu wa kujump kwenye vitu vingi, napenda kufanya niko excited na vitu vingi. Kwa hiyo nikaji train kufanya, kujifunza kutengeneza videos, lakini pia kufanya content, kitu ambacho naona kinaenda, nimepata okay. wateja kusema kweli ni hiyo like, okay. mm, sasa hiyo nzuri sana. kwa hiyo ni kitu cha msingi sana kuwa consistent. Si ndio? Sasa, hapa Wanangu Podcast bwana, tunafanya burudani lakini vilevile, tunafanya lazima upate education kidogo. Kwa hiyo hilo ni swala la msingi ambalo nilipenda kusisitiza kwa watu ambao wanatazama pia Huse. Kitu uh, kingine okay, uh, ni kwamba twende kwenye burudani kidogo. Ni sanaa gani ambayo imekufurahisha kwa mwaka huu, kama ni movie au ni wimbo, au yeah. ni series ambayo kweli hiyo. yeah, yeah. Okay, iwe bongo au iwe nje. Kwa kwanza kama nilivyosema, mimi muda mrefu nadhani wewe unanijua mfuatiliaji wa niko update sana kwenye upande wa entertainment This year nimemaliza, actually actually, kama siku mbili nimemaliza kuangalia ya series Malcolm in the Middle ambayo mimi kwanza nilikuwa attached kwa sababu nilikuwa naona baadhi ya shorts, baadhi ya reels, baadhi ya cuts kwenye social media. Malcolm in the Middle ndio utakuwa unaijua as a comedy series, na recommend uangalie kwa sababu Malcolm in the Middle, Malcolm in the Middle ni uh, yeah. ni story ya dogo ambaye huyo Malcolm in the Middle, ni historia dogo ambaye anazaliwa so, katika watoto sita, yeye ni mtoto wa katikati that, okay. Katikati uh, so he happens to be a genius kwenye familia yeah. ambayo yani ni hectic family au baba ni ni ni, ni graduate yake anaishia kufanya kazi za kawaida, mama anafanya kazi kwenye superstores mm. Sasa wako they are squeezing on the budgets. You know I don't want to get into yeah, too much yeah, story lakini ndio kitu pekee ambacho I can say kwenye in terms of entertainment mm -hmm. I've uh, immersed myself kuiangalia from day one mpaka yani from nimeangalia the whole year actually, okay, kwa hiyo nina series ina aiz saba ndo nizoangalia kwa upande wa sanaa au upande wa art. Hicho ndo kitu ambacho kimekuvutia? Sijasikiliza, sijasikiliza albamu yoyote, labda nimerudiarudia albamu za zamani. Nimerudia albamu ya imerudia albamu ya saia mwaka huu, pande wangu nimeona ilikuwa pande wa R&B zaidi. Sana sikiliza sana Leon Thomas sana. Kwa hiyo unajua, siku hizi hizi streaming platforms wanakupa ile kwa mwaka unajua, nimeshangaa yani katika top 5 wasanii kama wanne wote ni R&B, nimeshangaa napenda miaka yote nyuma kidogo

Kuna huu ujio wa AI, wewe unachukuliaje katika maisha yetu ya kila siku, unahisi unatuasiri katika namna gani? Mimi napenda kue vitu vya tech, so mimi ni mtu mmoja anapenda tech so, i believe kwamba AI mm. uh, ikiwa imetumika kwenye, kwenye matumizi mazuri au sahihi inakuja mm. kwa positive sana especially kwa sisi ambao ni uh, tuko more immersed kwenye digital platforms sana. Kazi mimi nimesema nataka kufanya video editing na nini, sasa ukitumia hizi tools za Adobe mm -hmm. when I, when I ai kazi ambayo ulitakiwa ufanye for like mm -hmm. 3 days 16 mm hou -hmm. hours you uh, so, can do it within seconds, unaona yeah, Unajua kitu gani inafanya hiki, kitu gani inafanya hiki a, a, a simple task, kwa sababu ya nini? Na tumeona AI imeenda, yeah. what, what, what should they do kwa sababu kama ni kukreate labda sasa hivi AI inakufanyia kila kitu. Io, ono, kwa hiyo hiyo hiyo unaona umechukulia kwa upande wa faida kwa maana inaongeza efficiency ya namna ya kufanya kazi sure. Lakini upande wa pili vipi kwa zile kazi ambazo mm. Kama photographer yeah. Ambao unakuta mtu anaanza anaona instead ya kwenda kupiga picha, naona bora tu anamwambia bwana ChatGPT nitengeneze hivi na hivi, anaitumia picha hapa kwenye profile au kwenye biashara yeah. yake mm. uone kama pia ina affect kwenye upande wa biashara upande. Okay, mimi naangalia in both ways mm. Sijajua mpaka ambapo market itaaccept utaratibu wa AI kwenye kutengeneza picha mm. mm. Kwa sababu picha za AI tunazijua zinakuwa they are not 100% na watu bado wanahitaji picha 100% kwa ajili ya approve na nini, kwa sababu AI pia is like uh, yani, yani bado inawawekea watu doubts. Especially uh, generation kama sisi millennials about, kwa hiyo umepiga kitu chako picha, au wewe mwenyewe unamuuza nguo, umpiga picha, lakini ukaiweka iwe generated kwenye AI, like kitu kama hivyo, na je, hii kitu ni cha kweli au kimekuwa generated na AI. Lakini shida ya hiyo sasa sio kwamba kila mtu ana uwezo, ana uwezo wa ku wa kuona kwamba yeah. Yeah, yeah, yeah, okay. Kutambua kwamba hiki kitu ni fake mpaka wewe una hiyo skill ya kuweza kutambua kwamba sababu so yeah. Watu wengine wanaona baadhi ya video juzi, kwa wangu alinitumia link ya JZ uh, hmm. Anataja ana, ana, ana wasanii wa Afrika huko kwamba hawasina oh, yeah. Na mimi kwa sababu hiyo picha ilikuwa imechukuliwa kwenye interview ambayo alifanyaga na Kevin walikuwa najua hii hii imetolewa kwenye interview fulani lakini ime lakini watu wengine walikuwa wanaamini wanasema KDC amewa rank wasanii wa Afrika pia. Kuna kuna kuna swala kama kama ungepewa chance ya kukutana na watu watatu, mm. uongee nao kitu chochote kile ambacho unataka kuongea nao, okay, alafu nataka kujua utamchagua yupi, mm. na kwa sababu gani? <laughs> Uh, namba moja. Okay. ni Ruben Degi, okay, aka Inchakali. Namba mbili ni Salama Jabir. Mm na namba tatu ni Masudi Kipani. Masudi Kipani. Kati yao natakiwa nichague mmoja na utaanza kuongea na kitu chochote ambacho nataka kuongea lakini utoe tu sababu kwa nini unachagua yule. Aha, okay. Because all of them are legendary, you know what I'm saying? Yeah. All of them are legendary. Hiyo umenipa task kubwa kwa sababu. Mm. Eh, I'm so connected na Salama na Ruben very much kutokana na culture au sio? Uh, me, I grew up Salama na Ruben kwa sababu ya ya ya wale wote ni hip hop moguls. Tunakumbuka Salama kwenye Planet Bongo pamoja na Nchakali kwenye show yake usiku ile about art, Tanzania kutoka kwa Ruben Deli. Okay. Mimi mwenyewe honest. Okay. na mashimo limetema pamoja na, lakini kwa sababu kwanza kuna fact moja ya mimi nataka ni kwa sababu hii anaziwe zake ambazo mimi kwangu, usema kweli, they are so amazing like crazy amazing

Yeah, um, yeah so kwanza kukutana, that's about it man. Thank you for for for coming mpaka kufikia yeah hapo. Aa, tumefikia mwisho wa episode yetu yeah, ya 73 ambayo ni episode ya mwisho kwa mwaka 2025 ya Wanangu Podcast. I'm your host Goodluck Joseph aka Imani Joseph formerly known as the Rap Addict. Siku ya leo nilikuwa na mchukaji wangu hapa Baraka Kambi, tumeshare mawili matatu. Hope you enjoy. Until next time peace.